Aliacha masomo yake baada ya kukosa uwezo wa kuendelea na masomo miaka kumi na moja iliyopita. Ila sasa Janet Mariachana ambaye sasa ni mama ya watoto wawili amerejea kufanya mtihani wa kitaifa wa KCSE na ni miongoni mwa watahiniwa wanaofanya mtihani huo unaoendelea. Na kama Crispin Otieno anavyoarifu, Janet anasema bado ana ndoto ya kuwa daktari siku moja. Alhamisi alfajiri tulifunga safari kutoka mji wa Kisii kuelekea mpaka wa Kisii na Nyamira, katika kijiji cha Miriri Kitutu Masaba. Hapa tunakutana na Janet Mariachana, mama ya watoto wawili, akijiandaa kwa mtihani, akidurusu vitabu vyake. Kando yake ni wanawe wawili. Janet mwenye umri wa miaka 29 ndiye mama na baba hapa. Kando na kuwa mtahiniwa wa kidato cha nne alilazimika kusalia nyumbani takriban miaka kumi na moja baada ya kukosa karo ya shule, lakini leo anajivunia jitihada zake. Maisha imekuwa na challenges hadi sasa, wakati huu kama nimejifungua watoto wawili, nikaona ni vizuri nirudi shule nikapate cheti changu, kwa vile Kenya hii kwa saa hii masomo ndio kila kitu. <coughs> Janet amewaandalia wanawe chakula cha siku nzima, kwani mchana kutwa atakuwa shuleni. Sawa. So. Nikilemewa sasa singine naelewa. Tunaweza kunywa hata maji, watoto wangu wanaelewa na maisha inaendelea. Niliona lazima nitengeneze pia maisha ya watoto. Ninaendelea kutengeneza yangu pia but nikaona ninadhuru watoto. Ndio nikaamua sasa nikuje nikae na watoto wangu, nikiwatayarisha wakienda shule. Pia tunajitayarisha tunatoka zote. Ingawa ako na watoto eh, mama anachikakamua vilivyo. Baada ya shughuli za nyumbani na kuwatayarisha wanawe, safari ya kuenda shule umbali wa kilomita tano inaanza. Ndani ya shule ya St. Andrews Nyabigege, matayarisho yamechacha. Janet atakuwa miongoni mwa wanafunzi wa mwisho kufanya mtihani huu kwani serikali imepiga marufuku mtihani wa KCSE mwaka ujao. Wanasema penye nia pana njia. Janet anapoendelea kufanya mtihani wake wa kitaifa, anatumai kwamba ipo siku ndoto yake ya kuwa daktari itakuja kutimia, licha ya changamoto ambazo amekuwa akipitia kwa takriban zaidi ya mwongo mmoja. Crispin Otieno, runinga ya Citizen katika shule ya upili ya mseto ya Nyabigege Tarifi.